Ndugu yangu huyu anaitwa Isa Mapochi, naitwa Mari Isa kutoka Tanga. Shekhe, swali langu ni kidole cha shahada, unatakiwa kinyooshe wakati gani? Alhamdulillah, hadithi imekuja ya Fatima, Mtume sallallahu alayhi wasallam wa sahaba alikuwa wanalekeza namna ya Mtume wa misali takbiratul ihram mpaka salam utowe, yani alikuwa anafanya nini tena sala

ambayo ni kama mtu ameanza mwanzo, ameanza katikati, haina shida. Lakini takriban tena na tahiyat wa shiria dole hii mmoja. Hadith nyingine katika Nisai na wengine, ni hadith sahih. Mtume alikuwa anatikisa hivi, alikuwa na wakati anaomba dua, anasema ana, kutikisa hivi inamdhuru shetani kama unampiga kichwani chuma. Mmoja hadith hivi, Mtume sahih sokoma anasema ni wakati wa dua, mtu ana

Eh, anasema ni sisi tunashiria tu bila kufanya ishara tu bila kufanya haraka, hmm. Na masala hii ni masala ya khilafu baina ahlil ilm, hamna shida. Mtu kama amenyua ameshiria wakati ashhadu an la ilaha illallah, hamna shida. Mtu kama anashiria mwanzo, hamna shida. Kama mtu anashiria mwisho mwisho katika dua, anatikiza hivi, haina shida. Muslimu asilete ile gomvi, kitu ni kawaida tu, kila mmoja na ushahidi wake. Naam.